Hiyo. Kwa sasa tukiangazia mengine ni kwamba mratibu wa usalama eneo la Nyanza Florah Mworoa ametoa onyo kwa wakaazi katika eneo la mpakani wanaomiliki bunduki bila kibali. Akizungumza katika eneo la Kegonga, Mworoa alisema kwamba serikali itahakikisha kwamba mauaji ya watu kwa mtutu wa bunduki haramu yanazikwa katika kaburi la sahau kwenye eneo hilo. Haya najiri baada ya mauaji ya kiholela kuenea katika eneo hilo la Kegonga Kenya basi. Tume, tumekubaliana ya kwamba hizo bunduki zote lazima na ninarudia lazima tuzikusanye. Hakuna raia ambaye anakubaliwa kubeba bunduki bila kibali. Na ninataka kusema hapa kwamba kama unajua uko na bunduki haramu, Kama unajua uko na bunduki ambayo ni haramu tafadhali salimishe kwa kituo ambacho kiko karibu. Ikiuliza vyombo vya usalama, vyombo vya uchunguzi, vyombo vya CID vimefika wapi na wapi washukiwa wesh ambao wameshikwa ili kuleta haki katika familia hii. Nilipoteza mtoto wangu tarehe kumi nane na kwa uchungu, mtoto wangu alipiwa marisasi nane, na serikali haijachukua chuku mpaka saa hizi. Ninalia, ninaumia, mtoto wangu, enyewe mwanangu aliwao kwa marisasi, kupigwa marisasi, na mpaka sasa hivi serikali haijachukua hatua ya kushika hiyo bunduki ama kupata hiyo bunduki iliyomuua mtoto wangu, ila nadai haki ya mtoto wangu.